Huku mabadiliko ya tabia nchi yakizidi kupiga chenga shughuli za ufugaji katika kaunti ya Kajiado, makundi ya kina mama kutoka Loitokitok huko Kajiado kusini sasa yameanza kukumbatia ufugaji wa mbuzi aina ya Germany Alpine ambao wanaweza kustahimili makali ya ukame. Makundi ya 40 yamepewa mbuzi 120 kwenye mradi ulioanzishwa na shirika moja lisilo la kiserikali ili kuwawezesha kiuchumi, e, kama anavyotuarifu Robert Masai. Safari ya kuelekea Loitokitok inatufikisha katika eneo la kiwanja ndege Wadi ya Kuku. Hapa mbuzi aina ya ya German Alpine wanalishwa ndani ya mazizi. Ni mtindo ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka miwili sasa. Hao mbuzi tulipewa wakiwa watatu na sasa tuko na mbuzi wengi sana. Sofa tunaendelea vizuri. Katika shirika pia tumepata wametuwezesha kuwa pia na matunda katika boma zetu. Mtu anawezaleta mbuzi yake na inapata dume anafaidika na hizi mbuzi zetu. La, lingine bado inatusaidia kwa sababu tukipata hiyo maziwa itasaidia watoto wetu. Mbuzi itakapozaa, mbuzi mmoja ikizaa katoto kanachukuliwa na mwanakikundi mmoja ikizaa naye ile itachukuliwa na mwanakikundi, ikienda ikizaa pia ichukuliwe na mwanakikundi mwingine. Kwa hivyo itaenda hivyo ikisungukana, hadi kila mwanachama ama kila mwanakikundi ajikute ameweza kufaidika. Tayari mbuzi zaidi ya mia moja kwa hisani ya shirika la WWF Kenya, wamesambazwa kwa makundi 40 ya kinamama likiwemo kundi hili la Friends of Friends na lile la Jirani Mwema kutoka Kimana.

County government washikanie pia na national government tu hii mradi upanuke, maana mradi utakapopanuka ni kusema wao wanaweza come in watuongezee hizi mbuzi. Eneo hili la Loitoktok sawa na maeneo mengine ya Kajiado, kiangazi na ukame ni jambo la kawaida. Mradi huu ukinuia kuwawezesha wafugaji kustahimili athari hizo za mabadiliko ya tabia nchi. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Loitokitok, Kajiado Kusini.